Bana, kupitia ukurasa wa Mwijaku, influencer, mtangazaji, moja kati ya watu ambao wako na mchango mkubwa sana kwenye mitandao ya wa kijamii, wakiendelea kubust baadhi ya biashara za watu ambao wamekuwa wakiwapa matangazo. Ni moja kati ya mtu ambaye ana mchango mkubwa sana kwenye mtandao wa Instagram kwa ajili ya kupushi baadhi ya kazi ambazo ni za wafanyabiashara. Sasa Mwijaku yeye, ebana, siku ya leo ameweza kupost kupitia ukurasa wake wa Instagram kwamba milioni 87, e, na leo naikabizi kwa mke wangu muda huu, asante sana. I love you eh, Alice. Sasa baada ya kuweza kuandika eh, ujumbe huu hapa kupitia ukurasa wake wa Instagram pale na aliweza kupakia maandishi haya kama post, kuna baadhi ya watu kibao ambao wao wameweza kucomment eh, baada ya Mwijaku kuweza kutoa ujumbe huu hapa. Kuna huyu ambaye anasema kwamba ili wake zetu watuone kama sisi wengine wazembe, sio? Akaweka emoji fulani hivi za kucheka. Kuna huyu mwingine ambaye anasema kwamba kwa hiyo mpaka utangaze kumbe, wewe eh, kichwa mviringo kweli akawa amemaliza hivyo hapo. Ni kama vile ajapa da kile kitu ambacho Mwijaku ameweza kukiposti, lakini pia kuna huu mwingine ambaye anasema kwamba e, bana una content wewe e, bana njoo timu Gwajima kijana, acha kuishi maisha ambayo e, kwa Mungu e, bana utaenda kuchomwa moto, yani unalipwa e, laki, yani unalipwa e, clown laki sita alafu unakuja kumpa e, mke wako milioni e, na saba umezitoa wapi e, bana, ila maisha ya Instagram, akawa amemaliza hivyo. Kuna mwingine ambaye anaonesha kabisa e, hali fulani vya kucheka sana, the way ambavyo watu wakiendelea ku drop comment zao za kutosha kabisa, lakini pia kuna hata huyu ambaye anasema kwamba unatuona e, bana sisi kama na niliunwa niliu. Sasa bila shaka ni kwamba umeweza kunielewa wewe, mtaalamu wa mambo sasa. Lakini pia kuna watu kibao ambao wao wameonekana kabisa kupo, eh, kumpongeza Mwijaku, lakini pia kuna baadhi ya watu ambao wao wanaendelea kumponda Mwijaku baada ya posti hiyo. Hapo watu walitegemea pengine Mwijaku ataweza kumpatia zawadi ya milioni themanini na saba kama ilivyoandikwa kwenye hiyo post, lakini mambo yakawa ndivyo sivyo. Mwijaku ameweza kuposti eh, video ambayo ni ya gari ambalo ni aina ya Mercedes Benz. Gari hili ambalo ni jipya kabisa likiwa linaonekana kama zawadi ambayo imeandaliwa kwa ajili ya mpenzi wake mke wake Alice. Sasa baada ya eh, video hiyo hapo sasa eh, kuna hii moment ambayo nimeweza kuiona ambayo Mwijaku ameweza kushare kupitia ukurasa wake wa Instagram ikiwa inamuonesha akiwa anampatia zawadi mke wake. E, bana kila kitu kilikuwa safi kabisa, baadhi ya watu waliweza kuwepo pale, vigeregere vilikuwa vya kutosha kabisa. Hata pia namuona hapa e, bana moja kati ya watu ambao wametrend zaidi kwenye mitandao ya kijamii e, bana Bakola mwenyewe alikuwepo hapa ee, na mwenyewe alikuwa akiendelea bana kusherehekea e, bana hiyo sherehe ambayo ilikuwa ni ya kuweza kumpatia mke wa Mwijaku zawadi ya gari. Sasa mahaba yao baina ya Alice pamoja na Mwijaku kuna time ilikuwa kama yana misunderstanding fulani hivi. Eh, yote hii ni mara baada ya baadhi ya video kuibuka kwenye mitandao ya kijamii, wanachua wakigombana kwa sababu, eh, ilikuwa ni Mwijaku. Mwijaku alionekana kama ndo sponsor wa wanachua wale pale kuweza kugombana hata pia Waziri Gwajima kuweza kuingia katikati kwenye hili sakata na kumtaka Mwijaku moja kwa moja aweze kuhojiwa kwa sababu ya hilo sakata ambalo lilikuwa linaendelea. Hata pia kuna baadhi ya maneno ambayo yaliibuka kwamba mke wa mke wa Mwijaku pengine pamoja na Mwijaku wanaweza kawa na misunderstanding ambazo zinaweza zikafanya ndoa yao kuweza kuvunjika. Lakini this time around wanaonekana kabisa, maaba yao ni maaba ni uwe maaba ndindindi ndi, ndi wanasema e, lakini mbali na hao...